Kule katika mtandao utanipata nikiweza kuiangalia neno la Mungu. mm -hmm. nashukuru Mungu kwa fursa ambayo ametupatia. Waadventista wa Sabato kwa kweli wanaimba vizuri sana, hey, wamebarikiwa na sauti. tumesikiza nyimbo hapa kadhaa mm -hmm. na nakumbuka leo nimeweza kusikia uh, wimbo fulani kutoka kwa wanaberea unaosema mm -hmm. ungekuwa Yusufu wewe ungefanya nini? mm -hmm. swali ambalo ni muhimu sana lakini nilipokuwa nasikiza wimbo huo nikajiuliza, ni swali muhimu lakini, e, ungekuwa Yusufu ungefanya nini? Hiyo tunajua, lakini sasa hivi kuna vile vitu ambavyo unafanya. Singependa nikuulize mpenzi msikilaji ya kwamba ungefanya nini, na kuuliza sasa hivi unafanya nini, ya kwamba Daudi alimtazama Betsheba akamtamani. Sasa, okay, ungekuwa Daudi, ungefanya nini? Mimi nakuuliza leo hii, mahali pako pa kazi unafanya nini? unafanya nini katika kijiji? Unafanya nini kule shuleni? Ningependa niweze kuwanongonezea jambo fulani ambalo linasema ingekuwa mimi, inge — sasa natumia ngee, ingalikuwa mimi, ingekuwa mimi lakini Mungu. Lakini Mungu, Mungu, it could have been me But God, namshukuru Mungu kwa fursa ambayo ametupatia ya, ya kuweza kufika mahali hapa uh, katika uh, mwaka wa kufunga 2025 nakumbuka mnamo Julai 11th 2022, nilikuwa humu humu shuleni. Ilikuwa long holiday, sikuwa nimeenda nyumbani. Nilikuwa najiandaa ili niweze kuhudumia watu fulani mahali fulani, kwa hivyo nikaenda nikaoga, nikaosha nyumba na nilipomaliza nilipokuwa ni, na, ni si ni na pasi nguo zangu, sikuwa nimegundua kwamba ile waya ya pasi ilikuwa imekatika ime, ime s so, unajua kuna hizi pasi watu wameweka me, wa maselotape. Nunueni pasi mpya jamani, watu wameweka maselotape. Sasa nili, niliomba pasi, si ati nilikuwa na yangu, niliomba imewekwa selotape nilipokuwa na pasi nilikuwa nimeinama na pasi kwenye kitanda, jinsi nilivyosimama sielewi, jinsi nilivyojipata nimeinuka sielewi, lakini kile ambacho kilitukia mpaka waleo siwezi nikaeleza kwa umakini. Yani, mwili ulikuwa ule pasi ulishika mkono, na nilikuwa nimekanyaga chini na mgutupu, ndo nimetoka kwa bafu kuoga nimejawa maji. Nakumbuka nikijua ninaenda sijui yes, ni wimbo gani ningeanza kuimba I am coming home, ninaenda Sayuni, ama ningeanza kuimba mwendo nimeumaliza. Ungejua ya kwamba nguo ya kuwazima haistiri nini hapo, hata wahenga wananishangaa yeah. Kile ambacho kilitukia ni ile pasi, wakati ilikuwa inanipiga ile inaitwa electrocution, mm -hmm, ikaweza kunisongesha nyuma kidogo na ile ile socket ya pasi ikatoka kwenye, ikatoka kwenye main socket na hivyo ndivyo nikaokoka. Nika nakumbuka nilitoa nduru moja safi na sikianga watu wanangoja 31st December ili waweze kupiga nduru. Nilitoa nduru moja ya kimataifa, sio ile umejipanga, unatoa, inatoka peke yake, ni mwili inajaribu kwa njia zote kuweza kujisaidia. Nakumbuka majirani walikimbia kuona nini inamfanyikia huyu. Hata landlord wangu alikuja mbio sana kuona nini inamfanyikia huyu, kwa sababu nduru hiyo hawakuwa uh, kuwahi kuisikiza. Hiyo siku sikuwa nimeomba. Uh, baada kupigwa shok ndo nikakumbuka sijaomba hiyo siku nilikuwa natembea dakika kumi naomba, nafanya kitu dakika tano, yani nilikuwa mwenye furaha, nilikuwa I was filled with gratitude ya kwamba Mungu alikuwa ameniokoa. Ingalikuwa mimi ambaye nilikufa kwa kupigwa, ambaye ningekufa kwa kupigwa shock na pasi, lakini Mungu, Amen. Mungu. Ningependa nikujulishe ya kwamba uh, uki, utaweza kusoma kwa wakati wako uh, kitabu cha Hesabu 22 mpaka Hesabu 24. Iko na hadithi mzuri pale ya kwamba Wanaisraeli walipokuwa katika safari waliweza kukaribia nchi ambayo waliahidiwa, walianza kutoa mataifa mengine mmoja baada ya mwingine. Wafalme wale wakahofia sana, kwa sababu walikuwa wanapata victory after victory after, walikuwa wanapata ushindi baada ya ushindi. Waliweza kuogopa sana wafalme hao, waliogopa mpaka Rahabu ambaye alikuwa kahaba, alipoulizwa alipo, kulikuwaje alisema mioyo yetu ilikuwa ina, our hearts were melting, kwa sababu tulikuwa tunaogopa sana huyu Mungu wenu. Mmoja wa wafalme ambaye aliogopa sana alikuwa anaitwa Mfalme Balaki, alikuwa ni mfalme wa Moabu. Wana Israeli walikuwa wamepiga kambi kando yake tu, akajua hawa watanimaliza. Balamu Balaki yani akaamua kumtafuta nabii wa Mungu, nabii aliyekuwa wa Mungu wa zamani ambaye anaitwa Balamu. Balamu huyu alikuwa anamwabudu Mungu, lakini kupenda fedha kukamwaribu, the love of money had spoiled him. Wakati Balamu anapokea ujumbe ya kwamba mfalme amemtumia wageni wampeleke kule, Balamu anajua vizuri ya kwamba hawezi akawalaani watu wa Mungu kwani watu wa Mungu wamebarikiwa na wanabaki hivyo ndivyo mmesikia watu wakiimba when Jesus says yes, nobody can say no. No. Mungu akiufungua mlango hakuna mtu anaweza kuufunga Mungu akisema maisha yako itakuwa hivi hakuna mtu anaweza fanya visivyo alijua vyema ya kwamba hawa wanataka niwalaani watu wa Mungu lakini watu wa Mungu hawalaaniki lakini akawaambia kaeni hapa na mimi usiku huu. Hiyo ni nambari I mean hesabu 22 mstari wa nane. Sijui hiyo na kusema nambari ndio ku hesabu bado. <laughs> ni ni, ni ku... Kiswahili ilikuwa inasema ku, kutafa eh nimesahau but <laughs> kufanya maneno ya Kiingereza yao maneno ya Kiswahili nambari. Mm. Ehe, -hmm. mm -hmm. kuswahilisha. So, Wacha tuseme swahilisha. Mm -hmm. Numbers 22 verse 8 mm -hmm. anasema lodge here tonight and I will bring back to you word As the Lord speaks to me anajua vizuri ya kwamba Mungu hawezi ruhusu ni laani hawa watu, lakini anawaambia nyinyi, kaeni hapa, niende nione Mungu anasema nini. Kwa Kiswahili nasema hivi ndiyo, akawaambia mm, kaeni hapa usiku huu mm -hmm, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Kaeni hapa usiku huu, mimi nitaenda niwaletee jawabu anajua vyema hawa siwezi nikawala. Najaribu kusema nini? Katika maandiko kuna yale mambo ambayo unajua hii Mungu ameshaweka msimamo. Usiende tena kwa Mungu katika maombi useme, eh Mungu, si uniambie kitu tofauti. Kwa mfano, unajua vyema ya kwamba unapaswa kuitunza siku ya Sabato kwa kutofanya kazi kwa kumwabudu aliyeziumba mbingu na nchi, lakini kwa sababu kuna kazi unatamani una, una mahali na unaogopa yule ambaye atakuajiri, unaambia Mungu, si hata wewe nadhani unaelewa e, nitakuwa naenda kanisa two hours, kisha naenda kazini ya kwamba kuna vitu Mungu amesema katika neno lake haviwezi vibadilika. Mfano mwingine, kijana kijana mdogo ama kijana, a, amemtazama mwanamke ambaye sio waimani. Unajua vema kwamba Biblia inasema do not be unequally yoked. U, usiweze ku, kuungana na wale wasioamini wa, lakini wewe unaambia Mungu, Mungu najua utabadilisha maisha ya huyu. Unajua uh, uh, yes, vema, vema Mungu amesema the 10% is mine, the tithe is mine, lakini unaambia Mungu, nina school fees ya kulipa, nina hospital bills ya kulipa ya kuweza kushughulikia, nina chakula... Mungu, najua utanielewa. Najaribu kusema kile ambacho Mungu ameandika katika neno lake ni final. Ikiwa amesema katika neno lake, usiende kumuamtwist katika uh, maombi. Turudi katika hadithi yetu ya kwamba Balamu anajua ya kwamba Mungu hawezi akawalaani watu hawa, lakini anaanza safari pamoja na hawa wageni, anaanza safari na katikati ya safari, mara tatu Uh, yule eh, anaitwa danki, sijui anaitwa aje? Yule danki punda punda, aka nendeni mara mtamwona mwana punda, yule punda akaweza ku A akakataa kuenda na safari na, alipokuwa Balamu alipokuwa anamtandika yule punda, akasimama akakataa kutembea na, akaanza kuongea. Na kwa sababu Balamu alikuwa anatamani pesa sana, hata hakugundua ya kwamba huyu ni punda naongelesha, hakujua kwamba siongeleshi binadamu bali naongelesha punda. Kwa ile hasira yaani, alikuwa naona, unanipotezea muda, nina kazi ya kufanya, ninaenda kuwalaani watu wa Mungu Shetani bila shaka alikuwa amemfunga macho. The devil had had blinded him. The god of this world had blinded him. Na watu wengi leo hii wameweza kufungwa macho na Mungu wa ulimwengu huu ya kwamba unakimbiza dhambi kwa kwanji, njia zote you are chasing sin by all means. Yani hata mutu yule mtu anakuja katikati yako na dhambi, afadhali ujue. Nakumbuka <laughs> kuna wakati nimesikia mtoto um, um, wa kike mm -hmm. anaambiwa achane na kijana fulani, atamharibia maisha mm huyo -hmm. mtoto anasema afasari mtu nyonge basi, afasari mtu nyonge basi <laughs> afadhali ni ukufe lakini nifanye dhambi, kwa sababu the god of this world, Mungu wa ulimwengu huu ameweza kuwafunika watu wengi macho afasari. Balamu amefunikwa ame macho hata haoni anaongelesha punda yeye yeah, yeah, anataka kwenda kule apate pesa. Sasa nataka ujue hivi, Balamu na Balaki wakaenda kwa mlima, wana wa Israeli walikuwa chini, Balamu na Balaki wako juu ya mlima. Mara tatu Balamu anajaribu kuwalaani wana wa Israeli mara tatu. Wana wa Israeli wako chini, hawajui kinachoendelea kwa mlima, hawajui kuna mtu anataka kuwalaani. Hata leo hii haujui kama kuna mtu anataka kukuroga Uenda kuna mahali utaenda usikie huku, pasi kukula, kuna wachawi huku huku, kuna mtu akikuangalia. Kuna mambo ambayo hatujui. Hebu tuone amefungua kinywa kuwalaani, hebu tuone nini kilifanyika. Tutasoma section moja peke yake. It is a replica of other sections. What happened, balamu akifungua kinywa anataka kuwalaani, lakini nini kinatoka katika kinywa chake? Hesabu ishirini na tatu mstari wa saba mpaka mstari wa kumi. Hesabu ishirini na tatu mstari wa saba mpaka mstari wa kumi. Mstari wa saba Bibilia inasema hivi, ndio saba. E, akatunga e, midhali yake mm -hmm. Akasema mm -hmm. Balaki, am Balaki amenileta kutoka uh, Aramu mm -hmm. mfalme wa Moabu kutoka mlima ya uh, mashariki, njoo ulani, ulaanie Yakobo, njoo unishutumie Israeli. mm -hmm. Mstari wa nane. Nimla, uh, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? mm -hmm. Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Mstari mm -hmm. wa tisa. ndio kutoka kilele cha majabali mm -hmm. namwona. hey. kutoka milimani mm -hmm. na mtazama mm -hmm. angalia hey. ni watu wakaao peke yao, wala hawatahesabiwa pamoja na mataifa. mm -hmm. Ndiyo, hiyo sasa ya kwamba Balamu anasema Balaki amenitoa mbali sana mm -hmm. kuniambia kuja ulaani hao watu. Anafungua kinywa anasema niaje, eh, aje nitamlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nitamshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Mpenzi msikilizaji, ningependa ukumbuke ya kwamba Wanaisraeli wako chini wako, they are down in the valley mm -hmm. Balaki na Moabu mm -hmm. wako juu ya mlima mm -hmm. wanajaribu kuwalaani mm -hmm. Wanaisraeli hawajui wanajaribu kulaaniwa, lakini kwa sababu Mungu ako upande wao hawalaaniwi. Kumbuka nilisema funzo linasema, ingekuwa mimi lakini Mungu. ingekuwa ni Wanaisraeli kulaaniwa lakini Mungu aliingilia kati. ingekuwa ni Wanaisraeli kurogwa ama kufanyiwa mambo ya uchawi lakini Mungu aliweza kuingia kati. Mpendwa msikilizaji, jinsi uh, mwaka unaelekea kuisha kuna yale mambo nina uhakika ya kwamba yamefanyika kutokuwa kwako, yamefanyika mahali ambapo hauko. There are things that have happened in your absence but God has fought for you kuna vitu vimefanyika wakati ama mahali ambapo haupo, lakini Mungu amekupigania. Kuna watu wamekunenea vibaya mahali ambapo haukuwa, lakini Mungu amewaprove wrong. Kuna watu ambao huenda wamejaribu ku, kuichukua ile kazi yako, wamejaribu kuvuta kazi, they have discussed probably your name in rooms that you are not there, lakini Mungu ameweza kukusaidia ya kwamba it could have been ingekuwa ni mimi, lakini Mungu. Katika maisha yanayokuja tutakapokuwa binguni tutaweza kujua ni mambo mangapi ambayo Mungu ameweza kutuokoa kutoka kwayo, ya kwamba ingekuwa inge mimi ambaye singeenda shuleni kwa sababu nilikosa karo, lakini Mungu. Ya kwamba ingekuwa mimi ambaye nililazwa katika wadi, kuna watu wanamaliza mwaka huu bila kutembelea hospitali, lakini Mungu. Ya kwamba ingekuwa mimi mlinizika, ingekuwa mimi nilikuwa na men Health problems. Ingekuwa mimi nilikuwa na stress vibaya sana. Ingekuwa mimi kuna wakati nilikuwa najaribu kuchukua uhai wangu, lakini Mungu aliingililia kati. Ya kwamba ingekuwa mimi ambaye ningepata ajali barabarani, lakini Mungu. Ingekuwa ni mimi yale mifugo yangu kuangamia, lakini Mungu. Ya kwamba ingekuwa mimi baada ya kupanda pale katika shamba yangu ya kwamba mimea yangu haingefanya vema lakini Mungu, Mungu ametuokoa kutoka kwa vitu vingi sana ambavyo hatujui na hatuwezi tukaona. Kuna wakati nikamtembelea daktari, ndugu yangu alikuwa mgonjwa, nashangaa daktari, mbona huyu ndugu yangu ako na ugonjwa, maumivu ya tumbo? Daktari akaniambia ile bakteria ambayo tuna interact nayo I, ile uchafu ambayo tuna interact nayo kwa meza, kwa maikrofoni, kwa nguo ambazo tunavaa, kwa meza nguo ambazo tunavaa kwa kitu kama mlango. Mlango inashikwa na watu zaidi ya mia moja, hujui kuna mtu hakuwa ameosha mkono vizuri, amekuja akashika mlango na virusi vibaya, wewe pia utashika mlango ule na kutojua, utashika huenda utashika sehemu fulani ya uso wako, ama utaweka kidole kile katika mdomo wako na bila kujua bakteria inaweza ingia katika system yako, lakini Mungu, ya kwamba tunaishi kwa neema. Kuna research ikasema ya kwamba simu rununu, simu ya mkono yako huenda ni chafu hata kushinda choo yako. Simu ya mkono yako huenda ni chafu kushinda uh, uh, residences of rest and refreshment lakini haujagonjeka, lakini haujashika kolera. Ingekuwa mimi, lakini Mungu. Mungu ametuokoa kutoka kwa mambo mengi sana. Nitaweza kusoma kitabu cha Waefeso mbili mstari wa ngapi? Waefeso mbili hebu tujaribu mstari wa nne mwalimu, chatufike pale. Waefeso mbili wacha tujaribu mstari wa, wa, wa nne. Waefeso, Waefeso. Waefeso mbili, mstari ni wa nne. Aa, Biblia inasema hivi Waefeso Dio. mbili mlango wake ni fungu eh, lake ni uh, la pili, uh, mstari wake ni wa nne Dio. lakini Mungu mm. kwa kuwa ni mwingi wa rehema mm -hmm. kwa mapenzi yake Eh, makuu aliyotupenda mm -hmm. hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu mm -hmm. alituhuisha altu pamoja na Kristo mm -hmm. yaani tumeokolewa kwa neema. wachia pale, mtumishi. Paulo, mtumishi, mtume Paulo anaanza kitabu cha Waefeso mbili akiwaambia kwamba nyinyi mlikuwa wafu, nyinyi mlikuwa ndani ya dhambi, nyinyi ambao mna listen na mna judge. Unajua inasema we listen but we don't judge, lakini kuna watu kama mimi wana listen na wana judge. Nyinyi ambao mna listen na mna judge, kuna wakati hata nyinyi mlikuwa mnafanana vivyo hivyo. Kuna wakati hata nyinyi, ingesemekana nyinyi ni wafu kwa Kristo. You are dead to Christ because you are alive in the world. Kisha Paulo anasema, lakini Mungu, lakini Mungu. Ingekuwa ni wewe, lakini Mungu. Wakati mwingine naangalia tu vijana jinsi wanavyoenjoi maisha wanavyosema, uh, kuenjoi maisha ni, ni kwenda kwa nyumba mtu akistaga akianguka chini kuenjoi maisha ni kupoteza fahamu wakati mtu amelewa, wa kuenjoi maisha ni kupata wanavyo, fani, enjoy fani, maisha, wanavyo sema, endeni mpimwe endeni mpimwe hospitalini. Tunawashuku sana ya kwamba Mkristo ambaye unanisikiza ingekuwa wewe lakini Mungu. Ingekuwa ni wewe unalala kwenye mitaro ya kwamba umelewa, lakini Mungu. Ingekuwa ni wewe mdomo wako na mapua yako inatoa moshi kama chimney, inatoa moshi kama lori ya 1945 lakini Mungu. Ingekuwa ni wewe ambaye uko katika dhambi, ile dhambi ambayo unaona unadharau lakini Mungu. Ingekuwa ni wewe unawatafuta bibi za wengine, lakini Mungu. Ingekuwa ni wewe unaenjoy kila tunaita pre-marital sex, lakini Mungu. Ingekuwa ni wewe unatoa mtoto baada ya mwingine, yani abortion, lakini Mungu, God who is rich in mercy, but God, it could have been me, ingekuwa ni mimi lakini Mungu aliingilia kati ingekuwa ni sisi tumetokomea kabisa it could have been us cut from the father's presence uh, condemned to die an eternal death but God who is rich in mercy sent his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life Amen. Leo ningependa tu utafakari, huenda hautajua, nakwambia vile vitu ambavyo Mungu amekuokoa kutoka kwayo, ambayo hujui ni mingi sana, lakini maisha yajayo yataweza kutuonyesha ni nini haswa Mungu aliweza kuniokoa. Nakumbuka sio muda mbali sana uliopita, not long ago, nilikuwa kule Meru, niko katika pulpit na najaribu kuelezea watu jinsi Uh, sikumbuki ni nini nilikuwa naeleza, lakini nilikuwa natembea kwa pulpit in rivers. Yani I was dripping man. Now I had rizz, I had some rizz. Kama ujui rizz, kuna mtoto hapa atakuambia rizz ni nini, gen alpha na gen z hmm. Yani I was stylish natembea backwards, kumbe sioni nyuma yangu kuna nini. Kumbe, nyumba yangu kulikuwa na set of staircases. Nikaenda kukanyaga pale, nikateleza kidogo, lakini sikuanguka. There could have been a lot of outcomes. Ningeanguka nigonge kichwa, ningevunja mguu pale, vitu vingi sana vingefanyika, lakini naamini kwa sababu nilikuwa katika kazi ya Mungu, Mungu siku hiyo alinilinda. Ingekuwa mimi nimevunja mguu, ingekuwa mimi nimepiga kichwa chini, lakini Mungu bila shaka ingekuwa ni wewe, lakini Mungu najua kuna vile ambavyo hujui, lakini kuna vile ambavyo unajua, kuna kile ambacho unajua. Hii nayo Mungu aliniokoa mwaka huu, hii nayo Mungu alinitoa katika mdomo wa mamba. Nilikuwa naenda kuangamia. Ingekuwa mimi, lakini Mungu. It could have been me but God. Na leo nashukuru Mungu huyu Mungu huyu ambaye amekuwa mwaminifu katika mwaka wa 2025, ni yeye tu atakuwa mwaminifu katika mwaka wa 2026. Different year, same God. Asante sana, mchungaji. Asante sana mpenzi msikilizaji, mambo ni kama hayo. Sijiunge kwa nahitaji lipi la maombi, lakini pia unaweza tuma ujumbe wako pale mchungaji aweze kukuombea, na najua kwamba tutaweza kubarikiwa. Kwa sasa hivi mchungaji ataweza kuomba ili tuweze kutamatishia hapo, tuweze kusonga mbele kwa hatua. Acha tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa upendo wako. Tunakushukuru ya kwamba haujatuacha tuangamie dhambini nakushukuru kwamba Yesu anatupa uhai and it is life abundantly, sio tu uhai vivi, it is life to the fullest, ya kwamba ulituokoa kutoka moto wa Jehanam, ulituokoa kutoka kwa dhambi na kuangamia kule, ulituokoa kutoka kwa vitu vibaya vya movu shetani, lakini pia unatuokoa kwa vitu vya kawaida vya kila siku, unatuokoa tusikufe njaa, unatuokoa tunapata karo ya shule, unatuokoa tusife hospitalini, unatuokoa kwa vitu vya kawaida, unatuokoa wakati tunapangiwa njama na watu wasio wazuri, unatuokoa kwa vitu na kwa mambo ambavyo hatujui, na hata kwa yale ambayo hatujui, Mungu tunasema ni asante, zidi kuwa Mungu Jina lako lizidi kuinuliwa. Tunaomba umbariki msikilizaji, lile hitaji la moyo wake uweze kumtunuku, uweze kumpa kadri ya uwezo wako, nami nina imani, kwani kadri ya uwezo wako hatuwezi tukatambua. Hakuna mtu anaweza sema najua mahali kadri ya uwezo wa Mungu inafika. Fanya ile kitu tumeomba, tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Asante sana mchungaji na Mungu azidi kubariki. Amen. Najua ya kwamba enyewe kama si mkono wa Mwenyezi Mungu maadui wangetumeza. Kuna wimbo ambao nitaweza kucheza mpenzi msikilizaji, unaitwa Mike Musubo, kama si mkono wa Mwenyezi Mungu, by the way, maadui wangekuwa wameshatumaliza. Nitaweza kurejea baada ya muda usio mrefu msikilizaji, simu za kwako naona zikikiriza hapa na pale, nitazipokea. Ujumbe ni mingi, naona zinatiririka hapa na pale, najua kwamba nitaz soma tena zote kwa sana lakini, kwa sasa hivi ni saa mbili kamili. Nitaweza kurejea kwa muda usioku mrefu. Umekuwa na mimi mchungaji Zachary Monda nami mchungaji Eric Macgondi Chesembali.